Vipi? Ah, fiti sana bro. Bro, free free wifi ma free lunch? Hai Eh, bro saa. Hey, before ni kujibu uskini aje? Free lunch? Free lunch. Vipi? Ah, poa sana. Free lunch ama free free free wifi? Ah, mimi free lunch tu. lunch? Mimi free lunch. Hey, free lunch. Bona? Ah, kwa sababu najua bwana uwezi tumia free wifi kama na kusoma free lunch. Hata tutakumbana kusoma bwana, uwezi soma bila chakula. Lazima tu ukulia sasa. Niposafa nini usome free wifi yeah? Mbona? So unajua kuchat bana, wezi chat na demu kama uko offline. Sinipaka kukuwa online kuwatch video nini? Sasa lunch utakula na unashiba, then sasa after hiyo nini tafanyika? so, free wifi yeah, ama free lunch yeah? Mbona? unaona tumbo Kilichoko tumboni ndicho kiko akilini. Sasa akili yako ya wifi huko, utaumia tumbo. So mi nataka tu lunch, free lunch. Ya ya ya free wifi ama free lunch? Free wifi. Free wifi? Yeah. Mbona? Because you need to save, kama ni 10 bob maybe for lunch or supper. Free lunch ama free wifi? Free lunch. Free lunch. Yeah. Mbona? Si food muhimu bana, food muhimu Yeah.